Ah umekuja kwa upole. Ah, nilikuwa nasema vipi kuna taarifa gani umeiona hata kwenye simu huko baada ya mapumziko? Jumatatu hii. Sawa. Sasa bwana nitisha bwana. Mm. Kabla tujapeana dozi na kukumbushana siku leo kwenye Kizimbani bado tuko na YouTube jamani. Bahati nasibu ya taifa imefika na leo Jumatatu, inawezekana ukashinda mkwanja mrefu, hasa wewe ambaye ni mtumiaji wa smartphone ama simu ya kiswaswadu kwa kupiga nyota 149 nyota 88 na maleri basi unaweza ukacheza michezo mbalimbali ya bahati nasibu ya taifa. Unaweza ukaanza siku yako na Roto, na hii inakupa ushindi wa shilingi milioni tano, na kuna shilingi milioni tatu ya uhakika ambayo inatoka kila siku, na hapa tiketi utaipata kwa shilingi elfu mbili tu. Kama hauna shilingi elfu mbili usijari, kama umekwenda sokoni umebakisha shilingi mia moja mia mbili ama mia tatu basi unacheza Uh, mchezo wa tamba na namba. Na nikujulishe tu kwamba tamba na namba inakupa ushindi wa shilingi milioni kumi na unapata nafasi ya kucheza kila baada ya dakika tano, lakini pia sio tu hivyo unapata nafasi ya kuingia kwenye draw kubwa ya kuweza kushinda mkwanja mrefu hmm. Lakini pia kuna mchezo wa toboa chapuchapu kwa wale ambao hawahitaji kusubiri kuingia kwenye draw ama kusubiri kila baada ya dakika tano, basi hapa toboa chapchapu unakuangua, unamechisha na unashinda. Kuna shilingi milioni mbili za zawadi zinakusubiri, lakini kuna mchezo wa spin for cash, nazungumzia gurudumu ambalo nakufanya uweze sasa kushinda ushindi wa shilingi bilioni 2.7. Utapaswa uzungushe gurudumu hilo na uweze kushinda. Sasa kwa nini usubiri siku moja, wakati unaweza ukashinda leo hii, siku ya Jumatatu? Hakikisha unaamini na unacheza alafu baadaye unashinda. Kushiriki ni kuanzia miaka 14 na kuendelea. Lakini pia kama utakuwa na shida yoyote ile, basi unaweza ukapiga 0800 782233 au watembelee wakala bahati nasibu ya taifa wanaopatikana karibu na wewe unaweza kutumia pia USSD ya Mix by Yas, Airtel Money pamoja na Mpesa. Sawa kizimbani moja kwa moja. Ehe. mm. Siku ya leo. Zungumza. Ya mimi tena. Wewe mm, Wewe hapo. Kwanza mm, leo. sitaki shida mimi. Eh utakishida. Kusikilizia. Utakonda. Kusikilizia. Wachane. Uwe nisikilizia, uwe nisikiliza. Na kusikilizia unakuja kujaje? Manake sisi tu ingie tushazowea kusikilizia hamba kama diri. Kama diri. Hata kwenye maneno pia Haan, kuangalizia kusikilizia. Ah, okay. Kwenye kuangalizia ni upande wa maandishi. Sasa bwana mm-hmm, leo kwenye kizimbani mm, leo kwenye kizimbani tunataka tu tukumbushane kuna baadhi ya watu bwana, wana wanatabia mm. fulani hivi za kupuzia Aha. mito ya viongozi Aha. Kuna mtu anapewa kipaza sauti mpaka kinaongezwa betri betri, eh? mpya. Tangazo tangazo, jamani, kinawekewa. Ukisikia hii ujue kuna jambo, kesho usiku wa manane, hiyo kesho tigazi. tukutane ama saa mbili usiku saa tatu usiku ndio una sisti... Unajua, wenye viti kuna ambao wanajitoaga wenye viti wa mitaa sana ha, kuna Mwenyezi Mungu awabariki. Kuna wakati unasema huyu mwenyekiti, inawezekana yeye ndo mtau aliwanzisha ame, huyu eh? lakini kuna namna moyo tu <laughs> lakini utakuta mtu kapitisha tangazo mm-hmm. na tena sasa, alivyo muungwana mm. anaweza kapitisha saa moja Amba? na bado akaja kukuambia yeah, kwa mdomo bila yeah, yeah. kipaza kwamba bwana odi, kesho, kesho tuna mkutano, kuna moja mbili tatu, na muahidi vizuri, haya, nitakuja yeah, yeah, lakini ikifika hiyo saa kumi sijui mmekubalia na saa tano hauonekani mwananchi, ndio yeah. Leo tuko na nyie, kila siku mnalalamikaga kwamba baadhi ya viongozi hawasomei mapato na matumizi, lakini ninyi mkiitwa hamfiki yeah, Halafu sio vizuri sana kumuulizia mwenzako eh, eh, sijui kilijiri nini, nenda eh, huku utaniambia ni ilichojiri eh, eh. Sawa, naweza kakufahamisha, lakini uende wewe. Kuna kitu ulikuwa unataka kuhoji eh, lakini yule mtuma Haku, hajakiuliza pengine. Yeah. Sasa huoni kama nyie ndo ambavyo mnazidi kujirudisha kuji, kuji nyuma, wakati mwingine tusio tunawalaumu hawa viongozi wetu. Wapo ambao wanajitahidi na mm. Wapo pia ambao ni wazembe, hatukatai yeah. Lakini kwa huyo ambaye anaonesha nia kwamba kile ambacho kinafanyika kwenye mtaa wake kwenye kijiji chake kwenye kata yake kwenye jimbo lake anatamani wananchi wajue, lakini wananchi mmekuwa hamwendi mm. Kuanza kuanza kulalamika. Haya mambo yapo, haya mambo yapo, na sisi ambao tumeishi katika mitaa hiyo tunafahamu haswa. Kama tangazo kuhudhuria mkutano ni lini? Ah, mimi huwa nahudhuria. Baada ale mbao anapata wakati, kwa sababu kwa bahati mbaya labda wakati mwenyekiti wangu wa mtaa anaitisha mkutano mimi ndo niko hivi kwenye mchakato Eh, kwa hiyo lakini pale ambapo unakuwa unapata wasaa na na nafahamishwa na mwenyekiti mwenyewe, aseme bwana leo mambo haya, labda majirani watanijuza kama kuna michango, basi nitapaswa pia kutoa nishiriki. Na kuna watu wengine wakati kile kisemeo kinapita katika mitaa wao mm, basi wao wanaongezea sauti zao za sabufa. <laughs> Wananchi, miche hmm. fulani ilikuwa inagawiwa bure, unaanza kulalamika. Mbona hawakuniambia? Hatupendi tu. Kumbe wewe ulidharau. Nilijua kura yangu sikumpa huyu. Ndio maana sikumpa kura. Na upendeleo. Sijui nini? Wewe kuuliza <laughs> vipi, umekwenda sasa, yani umekwenda kusikiliza kitu gani ambacho labda kimezungumzwa? Uh-huh. Kwa hiyo jamani, wananchi, sio tunalalamika tu kwamba maendeleo hatuna. Mhm. Mm, lakini hebu tujitathmini. Sisi wenyewe sasa tunaanza kuwalaumu viongozi. Eh. Sisi wenyewe tuko tayari? Na watu wanasema kwamba siku zote mm, kubali wito. Mara nyingi ukizungumzaga na wananchi, mara nyingi wanalalamikia viongozi kwamba wasomee mapato na matumizi. Tangu yeah, tumchague ajaye kuitisha mkutano. Mapato na matumizi. Eh, kumbe mm, anaitisha lakini wewe ndo kama hivyo hujitokezi, unajua hawa walioenda wataniwakilisha. Na hapo kwenye mapato na matumizi, hapo muulize mm. mara mwisho kuchanga mchango ehe rini wa ujenzi shule s cha afya ndio ama hata kunanili kutengeneza hizo barabara za mtaa. Jamani, mtu ana mji, hata kufyatia tofali tano kwamba kapeleke kule kwenye mchango, hana muda. Anasema ni watoto wangu wameshakuwa tayari, wameshamaliza shule, wapo vidato vingine huko. Mtajijua wa wenyewe ambao mna watoto ambao bado wanaendelea na, na kusoma, serikali itagaramia. Jamani kwa kweli leo tumeamua tu Jumatatu tusamehe. Eh, leo tunajua siku zote tumekuwa ni watetezi. Lakini leo bwana hapana, mnatuboa jamani. Sisi tunaweza tukalikuwa na mwenyekiti tukachukua hata story, afu unaenda kumkuta mwenyekiti mwenyewe na viti. Sasa hiyo story tutaiandikaje? Mwenyekiti anasema mimi ndio nimefika hapa na masaa mawili na asubiri wananchi hawajafika. Hakuna. Eh, mtangazaji njoo tukae tu tusubiri ama mnataka tuje na viti? <laughs> <nindu mme> <laughs> <laughs> Alafu sasa bahati mbaya asma uh, wamechelewa kuja mm, lakini utahitaji kuwahi kuondoka wanaisha eh? Wao e, kufika pale eneo la mkutano. Wa mkutano waende wa muda, muda, muda baba. Muda, baba. <laughs> sijui nini tunakwenda kupambana kile <laughs> muulizo umekuja saa ngapi? Ndio kwanza a dakika 10. Mhm. <laughs> Kuna watu wamefika masaa mawili pale wamekusubiri wewe. Kwa hiyo tujitahidi jamani. Viongozi wetu wanapotuita kwamba kesho kuna jambo tunataka tukazungumze, tujitokeze. Pangilia ratiba zako kama ambavyo unajua kwamba kila Ijumaa lazima uende msikitini, kila Jumapili lazima uende msikitini, basi hata miito mingine inayokuwa inatokea dharura, em, jaribu na enyewe kuipa heshima. Tenga tu saa moja. Hata kidogo kiona kwamba labda itachukua muda mrefu na wewe kuna kazi ambayo unatakiwa ifanya wakati huo kikubwa utakuwa umeonekana na umesikia ambacho kinajadiliwa. Alafu watu wengine utakuta katika familia ako wawili, hata kusema sasa, mama watoto, mimi naona hapa nitachelewa kidogo, nenda kaniwakilishe. Okay. Ah, basi kila mtu yuko busy, wako busy, yeah, busy na maisha. Sijajua mwenyekiti yeye hana maisha? Ana, eon, ana ana familia mjooa. Familia nasa. Lakini ni ile tu kwamba nitimize wajibu kiongozi kwamba mmeniweka, nikafanya hivi, kama mimi kiongozi ambayo nimechaguliwa na ninyi wananchi sio oh. Kasema anakaa tu kama mlinipa kura ndio, eh bana, kuna watu wasema tu wenye viti bana, kuna kupiga mihuri hapo vizuri <laughs> kama nauzwa mizigo inasafirishwa, ili usisumbuliwe uko njiani. Ama, sasa kwenye kiti ya uwepo wake na kunaonekana, lakini hapana, kuna wakati jamani, wanawahitaji kwa ajili ya kueleza mustakabali wa See, eneo lenu mm -hmm, kuna labda mradi ambayo mlikuwa mnatekeleza, mlipanga labda tofali mwanza kufyatua, ama kuna mradi unataka kuletwa kwenye eneo lenu, anataka eh, wafahamishe kwamba mtakavanza kuona moja mbili tatu, mjue kinachoendelea, kinachoendelea ni hiki, lakini watu wamjitokeze, mko bize kutafuta hela, mtafuta mm, maisha, mnatafuta maisha mnatafutia mm, maisha, watoto uchumi, na nauenda na siku hiyo kuanzia asubuhi mpaka jioni usiuza hata mia. Mm. Sasa mbona ungeenda kusikiliza tu Tutaanza kusema sielewi, unasema kwanza asubuhi mpaka jioni hujauza tamu. Na kuna kuna siku mbaya unaweza kujikuta <laughs> wateja wakuuliza, hata wakuuliza <laughs> bei haonekani, aonekani ni kwa nini? Wakati mwingine ndio hizo wana mnazi, yeah, ndio unakuwa oh, busy. Tutarejea. Unasikiliza, Sikiliza. Mchakato, mchakato. Unasikiliza Mchakato, 93.7 Redio Kwizera FM Kigoma.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 rasmi wa bahati nasibu ya taifa kwa kucheza kistaarabu, wasiliana na bodi ya michezo ya kubahatisha piga bure 0800110051. Haya, msikilizaji, tumerejea kuendelea na Kizimbani na niwasa kusoma maoni yako. Anaitwa Dotto Mahuna, yupo Mangungu ma Igunga, Tabora, nasema yuko na sisi, tunashukuru sana. Sana. Lakini baraka yuko Busoro Lulenge, patamu hapo, tumepiga kuna kumepenya, hiyo kumuhama Kibondo. Kizimbani ya leo iko poa sana dada nat mm. Asma jamani, naitwa Asma, anasema na pamoja na Mwaruseke, hakika mmetisha sana hapo mjengoni, hongereni sana uh, tunashukuru sana. Tabia kama hizo wapo kikubwa, wajirekebisha. Tuambie pia wewe, mara ya mwisho kuhudhuria mwito wote wa kiongozi wako ulikuwa ni lini? Nawe ulikwenda kwenye sehemu ya kuandikisha watu wa kuchukua fedha ana sehemu watu wakisema, jamani, serikali kuna fedha hapo, watakuwa wengi kwelikweli, mpaka nasema mbona, kumbe ndio wananchi wangu hawa, unastaajabu. mm. mpaka, mpaka mwenyekiti kwa sababu kuna watu nawaona hata haujawahi <laughs> kuwaona Gilbert Godfrey ama dogo auche kutoka Goyagoya kwa sasa yuko Benako anasema ni kweli watu wenye tabia kupuuzia wito wa viongozi ni wengi, kikubwa naomba wajirekebishe. Agnes Abel kutoka Kakutangara anasema kikweli, wananchi wengi tangazo huo wanalichukulia poa, hawaendi kusikiliza mikutano, wabadilike lakini kizimbani ya leo imegusa penyewe, anasema tuwakire kupitia kizimbani. Naitwa Javan Jason kut, uh, Rujuba kutoka Kumbuga Rusumo Ngara, lakini Helman wa mkubu anasema uh, kizimbani ya leo eh, ni moto eh, kiukweli walio wengi hapo wameguswa, anaomba wajirekebishe. Obed Medarizi Kanazi Ngara alikwamba kwamba anatoka, anasema wapo wenye tabia kama hiyo eh, wanaopuuzia mikutano jamana, anaomba tujirekebishe. Kabulo Nizana anatokea Nyakiziba Nyakariba, kumradhi, anasema kizimbani ya leo imegusa penyewe, kikubwa abadilike. Lakini Fadhili Tobias, huyu anatokea Kigando FC Ngara, sema watu wapo na wanaishi nao. Mateo Maganga Kazumba kutoka Mishoroti pande za Mzani anasema kwa kweli Kizimbani leo mmegusa penyewe, maana hata yeye ni mzembe wa kuhudhuria vikao vya kijiji, kwa hiyo kuanzia leo hmm, anasema atabadilika. Eh, mm, leo tumecharaza wenyewe. Sasa kama yeye ameweza kukubali kabisa, sisi wenyewe hapa tumejicharaza sema eh, sisi angalau tuna sababu si ndio? Eh, sisi tuna sababu, lakini eh, pale laisa papo... kiti, ah, mi kweli mara nyingi vipaza na visikia, ila inakuwa saa tano asubuhi <laughs> Eh, saa tano asubuhi alafu ndo unajikuta niko hapa, itabidi uhabarishe watu. Au unakuta ni kwa mwezi mara moja. Unaweza kukuta tumeambiwa mtaa tulipo tuhame, afu mimi nipo tu. Sasa mkutano. Sasa mwenye kitu <laughs> Angalau ubandike karatasi basi. Eh, tubandikie <laughs> <He>, <laughs> kwenye kwenye kwenye mbao za matangazo. Eh, tuwe tunasoma jamani. Am, nitumie message. Yeah. Okay, sawa. Pia kwenye ukurasa zetu utupitishe kwenye ukurasa wa Facebook. Eh, si ukurasa za mitandao ya kijamii. Eh, maoni pia tupite nazo huko. Eh? Eh, leo ni hoi bin Tabani. Jumatatu hii. Eh, Jumatatu hii, mm. E, Jumatatu hii bwana kuachwa. Eh, haya bwana. Uh, kwenye mitandao ya kijamii hapa tuna watu ambao wanatufuatilia uh. Fikiri Fabiani, kutokea maeneo ya Nyachonga, Ngara, Kagera, Tanzania, anasema watu wanaopuuzia wito toka kwa viongozi wao wapo tena sana, japo mm -hmm. Kwa sasa kumpuuza mtu ama kiongozi inategemeana na mtu husika ama kiongozi husika kuwa na viashiria vya uongo na kutokuwa mwaminifu uh. Lakini Leonard Kabare Antoni, kutokea pande za K9 kikuli, anasema watu hao wapo. Mimi binafsi naomba tubadilike, walau tuitikie wito kwa pamoja Mijake. lakini pia eh kaongezea hapo hapo kwamba tubadilike, tubadilike Ngasa Kuruwa Majanja wa, wa Buyubi Ruhumbo o, Shinyanga, anasema tuko pamoja mpaka mwisho, tunashukuru sana. Lakini pia Boniface Steven, baba Serapia, kutokea pande za Katoro Geita, nasema kukaidi wito wa kiongozi wako ni kutokutii mamlaka kitendo hicho sio kizuri na kinaashiria utovu wa nidhamu katika jamii unayoishi. Okay. Eh, kwa sababu kama umemchagua, mm, na kwamba huyu ni kiongozi ataweza kunisimamia na kuniongoza, kwa nini usimsikilize? Okay. Yeah. Maoni ni mengi, msikilizaji, tunashukuru ni nyote ambao mmeweza kushiriki kutuma. Tumalize na ituba. Eh, unapoelekea kusikiliza taarifa ya habari saa sita kamili za mchana hakikisha dakika ambazo tunakuacha hapo unacheza bahati nasibu ya taifa . Inawezekana ukashinda mkwanja mrefu zaidi. Uh, nenda pale kwenye menyu piga nyota tisa, nyota 9 nyota 88 alama leli tumia USSD ya Mix by Yasi ya Telemani pamoja na Mpesa, cheza loto ambayo inakupa ushindi wa shilingi milioni 5, lakini pia kuna shilingi milioni 3 ya uhakika ambayo inatoka kila siku, na hapa utapaswa ununue tiketi, lakini pia unapata nafasi ya kucheza kila baada ya dakika 5, unaingia kwenye draw na unashinda lakini kama unahitaji ushindi wa papo kwa hapo, unataka kusubiri cheza toboa chapchapu. kuna zaidi ya shilingi bilioni mbili. Sasa wadi zinakusubiri na nakonguo na mechisha namba na unashinda. Usahau kwamba kuna gurudumu la spin for cash. Hapo tazungusha, kuna shilingi bilioni 2.7 zinakusubiri tu kuweza kushinda, akisha na miaka 18 na nakuendelea, lakini pia nakukumbusha kucheza kistaarabu, usijali, kwa sababu bahati nasibu ya taifa inasimamiwa na Bodi ya Michezo Kubahatisha Tanzania. Kwa hiyo ni mchezo halali kabisa, lakini kama utakuwa na tatizo, una shida, piga nambari ya bure ya 0800 782233. Amini, cheza na ushinde hii leo Jumatatu wenye tabia potovu mbaya na zinazokera wote kizimbani, wote kizimbani. E, kijana unaitwa nani? Koti inakuuliza kama una malilio yoyote mbele ya koti. hey, hey, hey, hey, hey.